Ni mchezo wa Zimamoto ambao wako nyumbani wakiwakaribisha Young Africans katika Kombe la Muungano 2025. JKU kutoka Zanzibar tayari yupo katika hatua ya fainali. Mohamed Ali Hilal, Coach Teddy, ameanza na safu ya ulinzi ya walinzi wanne, viungo watano, mshambuliaji wa mwisho mmoja. Seti ya waamuzi ipo hapa, mwamuzi wa kati ni Nasir Salum Siyahi Kikosi cha Milud Hamdi ameanza na mabadiliko kadhaa kulinganisha na kikosi kilichoanza dhidi ya KVZ ikiwemo eneo la goalkeeping, Muhammed al Hilali almaarufu Tedi. Milud Hamdi, michuano hii ya kombe la Muungano, karibu sana Gombani, karibu sana Pemba, karibu sana katika mchezo wa kombe la Muungano 2025 ni nusu fainali ya pili kati ya amekataliwa na Mwamnyeto ko juu kibendera ni kwamba madhambi yamefanyika. Bakari wa mnyeto amefanyiwa fau na hapa ndivyo ambavyo alifanya madhambi. Rashid Salum umepitishwa katika njia. Clement Mzize. Clement, box, Clement, Mzize Clement ndani ya box Clement Mzize mudafiri, haya jaribio lake linakwenda nje. Klement Mzize alikuwa yeye na Saif Mmadi akawa anamsogeza zaidi, kajaribu kupush, lakini wapi. Jaribio la mwisho ambalo limechongwa ambao amepiga ile, ni vipas imewekwa kwa Mudathir Yahya ili amalizie, akiugulia maumivu. Max Nzengeli na kadi ya njano imetoka, ameonyeshwa Abdul Karim Zuberi. Tazama alivyoingia, dhumuni ilikuwa kwenda kucheza mpira ule uondoke lakini akaukosa akafika katika mguu wa mpinzani. Umepitishwa katika njia ya Max Nzengeli. Max kaupitisha mpira kwa Clement Mzize. Nkane anakataliwa anaondoka na mali. Rashid Salum alipitisha pasi ile nzuri, lakini jaribio la mwisho la Denis Nkane golikipa kakataa ika chezwa na Kibabage anaujaza wow ndani huko, Maxi Zengeli wa bao la Kurujuani ndani ya Gombani Pemba. Maxi Mpian Zengeli Maxi, Young Africans Kibabage akaupeleka mudafiri, haya kauseti Maxi Zengeli akapiga mpira wenye kasi aina yake uliomshinda golikipa Ika, akashindwa kudhibiti mpira uliokamponyoka huo, ukaja kambani benchi limenyanyuka kupiga makofi kupongeza bao safi lililofungwa. Hata hivyo Jiki Jara anawaambia bado bado, mkane Dennis Tenge tena, Israel Patrick Mwenda, Stefan Azisiki. Stefan amekataa goli kipo Mwinyi Hassan Ika ameonyesha uhika wake ni upi kwa nini amepewa jina hilo, guu la kushoto la Stefan aziziki na kadi ya njano naye, jina lake la utani ni, jina lake la ziada ni Boban, Haruna Abdallah Boban. Sasa sijui Bobani hii imetokana na Haruna Moshi. Ibrahim Hamad Baka ndio wa mwisho kugusa mpira kabla ya dakika 45 za kipindi cha kwanza kumalizika, Max Zengeli ndiye <coughs> mfungaji wa bao pekee la mchezo huu <coughs> bali piga shuti, na yeye anakwenda kucheza katika eneo lile lile. Ukiangalia katika ile safu watat, ya walinzi watatu wa kati na mawingbak wawili wa pembeni, yeye anakwenda kutokea upande wa kulia. Kandanda imeanza karibu sana Gombani, karibu sana katika 45 za pili Kipindi cha lala salama ni Zimamoto dhidi ya Young Africans, Kombe la Muungano 2025. Nani kuungana na JKU ambao wameshatangulia katika hatua ya fainali. Akimfanyia Azizi ya Ndabwile, nyota ambaye aliyowekwa kipiga kwenye Ligi Kuu ya Malawi akiwa na kikosi cha Nyasa Big Bullet almaarufu People's Team au maule kutoka Branti alifanywa madhambi na kadi ya njano ameonyeshwa saf madi. Tazama alivyoudhibiti mpira Bobani, huyu akenda akamvesha darizi bonge moja, na darizi na ijumaa bado uliondoshwa mpira. Ibrahim Hamad Ibrabaka akakataa, akaifinyia kwa nyuma, akamwacha mpinzani apite Suleiman Mgaza miliki kwa Boba kapitisha pasi nzuri ile katika njia. Abdulhamid Ramadhan, Abdulhamid na guu lake la kushoto. Abdulhamid Abdulhamid amecatari, ni offside. Rashid Salum wamemfata lain one, wamekwenda kulalamika kwa nguvu. Ilipitishwa mali katika njia, yakakutana nayo Abdul Hamid Ramadhan akamchekecha chekecha kibabage kenda upande huu alafu akambadilishia direction akaja upande wa pili. Abdulhamid Ramadhan akapigia shahiri dhahiri, ni offside, clear offside alizidi wote, asilimia mia, mia, peke yake jigijiara umiliki kwa Yanga Africans, anaanza na golikipa Abuutwalib Mshery. Hatari langoni, na mwamuzi anaifunika, ni penalti! Anaifunika kwamba ni penalti inastahili kwa Zimamoto. Abuutwalib Mshery alifanya madhambi baada ya receiving yake kutokuwa nzuri, ilikuwa uondoshe mpira ule, alikimbilia, akenda kufanya madhambi, aliukosa mpira nakwenda kuchonga Gaza, wanapiga goli la kusawazisha Zimamoto. Moto, moto ulizimwa lakini unawaka tena. Hawa ndio zima moto kutoka Zanzibar na wanaweka kambani moja kwa moja Said Mwinyi anaandika bao la kusawazisha, ni mlinzi wa kati Stefan Aziziki, kaweka katika nafasi Dennis Nkane ndani huku unababatiza, mwamuzi anasema ni kona. Ikachongwe kona, Dennis Nkane alipiga mpira ukaenda kugonga katika mkono wa mlinzi uligonga katika mkono wa mlinzi Mudathir naso anaondoka. Maxi Zengeli, Maxi Zengeli ameng'ang'aniwa kadi ya njano ya pili anaonyeshwa na inakuwa kadi nyekundu. Saif Mmadi wa Zimamoto ameonyeshwa kadi nyekundu baada ya kupokea kadi ya njano ya pili, safe Madi. Lakini fainali akamdandia max Nzengeli, kadanda kabisa, yaani kamrukia kabisa kama bembea hivi. Max Nzengeli akashindwa kuhimili, akaenda chini, wananufaika Yanga, kadi ya njano ameonyeshwa Mudathir Mudathir Yahya, jaribio limekwenda nje ya li target. Alithibiti mpira akamwangalia golikipa, akaona kuna engo anaweza kuupeleka. Mambo yamekwenda tofauti, mpira umepoteza target ule ba, na mwamuzi amezimaliza. Dakika zote tisini za mchezo huu, Zimamoto wameanza kufurahi kabla ya changamoto ya mikwaju ya penalti. Jiki Jiara, Suleiman Said, penalti ya nne hii. Said anakataa, Msheri! Imekataliwa penalti ya Suleiman said kabisa hii kazini. Abuutwalib Mshery, kazi kubwa ameifanya. Alifanya makosa kwenye dakika za kawaida, lakini kwenye changamoto ya mikwaju ya penalti anaiweka salama timu hii. Clement Mzize, Yanga rasmi wamepinga fainali, shangwe linasikika kutoka maeneo mbalimbali ya -mbali, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nikitokea Gombani Pemba liko ambako Young Africans na hatimaye ni yule yule Abuutwalib Mshery, ambaye wengi wao walikuwa wakimsonyasonya kwa kile ambacho walikifanya kwa kusababisha mkwaju wa penalti, na ndiye ambaye kupitia mikwaju hiyo hiyo ya penalti anaipeleka Young Africans hatua ya fainali, ambako wanakwenda kuvaana na Jeshi la Kujenga Uchumi kutoka hapa hapa Zanzibar. Abuutwalib Mshery.